E, mambo vipi? Karibu tena Tubone Media na leo tutaangalia siku moja iliyopita tulimuona Mwijaku ambaye ni kada mpya wa CCM alienda kuchukua fomu ya kugombea ubunge. Je, nini amejili? So kama wewe ni mara ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe ili kuendelea kupata vitu vikali kutoka kwetu. Na leo tutaangalia kada wa Chama cha Mapinduzi CCM, Baton Mwemba alumaarufu kama Mwijaku ambaye amechukua fomu rasmi ya kuomba ridhaa ya kugombea ubunge wa Jimbo la Mvomero mkoani Morogoro kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Hatua hiyo imeashiria mwanzo rasmi wa safari yake ya kisiasa katika kuwania safari ya kugombea ubunge wa Mvomero huko mkoani Morogoro. Na DC Mwijaku au kama Batoni Mwemba almaarufu kama Mwijaku ameshare picha zake kwenye ukurasa wake wa Instagram akionesha ameenda kuchukua fomu, akionesha nia ya kugombea fomu platform na kama tunavyojua uchaguzi unaelekea 2025, tunaenda kuchagua viongozi wapya na watu wengi wamejitokeza kuchukua form na wengi wametia nia ya kutaka kugombea kuchukua form. Sasa mmoja kati ya makada wa CCM ni Baton Mwemba almaarufu kama Mwijaku ambaye ameshare picha hizo akionyesha kama ameenda kuchukua form na ameshare hizo kwenye ukurasa wake wa Instagram. Sasa baada ya kushare kwenye ukurasa wake wa Instagram, comment zimekuwa ni nyingi sana. Na kama tunavyojua safari yote ukianzisha, lazima kuwe na changamoto, lazima kuwe na na kitu chochote cha vikwazo, ili uweze kusi, kufikia safari yako na hizi ni baadhi ya comment. Comment ni nyingi, nitasoma comment chache. Na moja kati ya comment za kumpongeza, ni moja kati ya comment nasema, "All the best mheshimiwa Mwemba." Hii ni comment ya kumpongeza Mwijaku, kwa hatua aliyofikia ya kuchukua form. Na mtu mwingine anasema, "Kila la heri DC," akimpongeza Mwijaku kuchukua form. Na mwingine anasema, huko kaenda mbali, angekuja tu Chanika tungempa bado So hiyo ni pongezi moja kwa Mwijaku hatua alioifanya, lakini hizi ni comment ambazo zilikuwa ni za kumponda, au maybe ni mtazamo wa mtu mwingine, na kila mtu ana mtazamo wake. Na mmoja kati ya comment amesema, da, ukiwa maarufu hata ukiwa huna akili unachukua form tu. Hii ni comment ambayo inaenda kwa Mwijaku baada ya kuchukua form. Na mtu mwingine amesema, sasa Mwijaku atamuongoza nani? Hakuna mjinga wa kuongozwa na Mwijaku afa, akaweka emoji za kucheka, akasema labda waha uko Kigoma, akamalizia na emoji za kucheka. Sasa hiyo ni mitazamo tofauti tofauti ya watu. Kuna watu wengine mitazamo yao ni kumpa moyo Mwijaku kwa kitu ambacho amekifanya, lakini kuna mitazamo mingine ni ya kumvunja moyo Mwijaku bado ni mwemba kwa kitu ambacho amekifanya. Sasa tunarudi kwako wewe, shabiki ambaye unatusikiliza, shabiki wa Mwijaku au mwanasiasa, je, una neno gani la kumshauri Mwijaku Tukuma, tukutane kwenye comment hapo, nini ushauri wako na wetu, angalie watu waangalie, ushauri wako kwa Mwijaku ni upi? Tukutane kwenye comment. Je, Mwijaku, watawezana na ubunge au watapita au hatopita? Hem, twende kwenye komenti hapo, na kama bado hujasubscribe hakikisha umesubscribe. Hadi wakati mwingine, keep watching, bye bye.